Na mbali na mtazamaji ni kwamba maafisa wa polisi mjini Naivasha wanachunguza kiini cha ajali ya barabarani iliyosababisha vifo vya watu saba wa familia moja katika barabara ya Mai Mahiu kuelekea Longonot. Haya ni huku familia hiyo ikijiandaa kwa mazishi siku ya Jumanne wiki ijayo, nyumbani kwao katika kijiji cha Kimeridhu huko Limuru, kaunti ya Kiambu baadhi ya wa wabunge waliitembelea familia hiyo jana usiku na kutoa mchango wa shilingi milioni moja kusaidia familia hiyo kwa mazishi. Wabunge walihakikisha familia hiyo kuwa gharama ya mazishi itashughulikiwa. Wito wa kupanuliwa kwa barabara ya Rironi mau Summit ulitolewa ili kupunguza ajali condole... tu upande wa eneo la Nakuru ama Naivasha wataweza kuangalia na kufanya uchunguzi, waone ni kipi kilichotokea katika ajali hiyo, ili familia iweze kupata faraja kabisa na wapate na waweze kupata haki na iweze kufika mpaka kule Mau Summit na hiyo kazi imalizike ili tupunguze hizi ajali za barabara ambazo zimekuwa mahali hapo. And it's actually at this point that we seek an extension of such roads that are massive like the road towards Nakuru, the road towards Eldoret, and even the road towards uh, the other parts of the country so that we have dual carriages that will limit such.